Kuna sehemu ya mabenki, uh, kuna sehemu ya conference kwa ajili ya taxpayers education. Kwa hiyo ni moja kati ya mheshimiwa, mheshimiwa, mheshimiwa, jengo la kisasa kabisa. Mheshimiwa Rais, hili jengo limegharimu kiasi cha shilingi, mwanzoni ilikuwa ni bilioni 9 na milioni mia tisa. Baada ya ujenzi pesa zikapungua ikawa ni bilioni 9 na milioni 483 hili ni moja ya majengo ambayo yanaendelea kujengwa kwa mwaka huu wa fedha unaoisha, ambayo yamegharimu kiasi cha bilioni mia moja kumi na sita yako mikoa yote 33 na wilaya kwa, kwa rejea, tutakupa dakika tatu uweze kuona documentary fupi ya majengo iliyopo. Lakini mheshimiwa rais, hili jengo linakwenda kwanza Kutoa huduma bora kwa walipa kodi. Leo walipa kodi wanaona furaha kuja na kulipa kodi. Leo wanafika wanaelimishwa. Leo wakiwa na matatizo yote yanatatuliwa katika hili jengo.